Karibu sana ndani ya ulimwengu wa ufeminini. Mimi jina langu ni Fsiba, nafundisha wanawake jinsi ya kuwa wanawake feminini, kuishi ndani ya ufeminini, kutambua thamani yao na kujua nini ambacho wanakitaka kwenye hii dunia na kuishi bila kutumika for free, kiasi kwamba itawasaidia wao kupata kile wanachokitaka. Kama unataka kuwa mwanamke wa aina hiyo Uko sehemu salama na uko sehemu sahihi. Subscribe, weka notification on ili kila video ambayo itaendelea kutoka uwe kwanza kuipata. Kwa karibu tena, na kama wewe ni mgeni hapa, subscribe, share, comment na like, lakini kama wewe ni mwenyeji, basi tunaendelea. Andaa kalamu na karatasi. Leo tutajifunza kuhusu tabia ndogo ndogo ambazo unatakiwa uwe nazo mara kwa mara ili zikusaidia wewe kuja kwenye feminine energy, kuishi ndani ya feminine energy. Hata mimi nilipoanza kuziintrodusi hizi tabia kwenye maisha yangu ya kila siku, nilijikuta nimejawa feminine energy ya kutosha, kiasi kwamba maisha yanakuwa very relaxing, sina pressure na attract vitu kwa urahisi, naishi kwa furaha, furaha ambayo ni ya ukweli ile siyo ya kupretendi. Vitu vinaendelea kuja kwangu, sio vitu navifukuzia. Tutajifunza vitu na tabia za kufanya ili uweze kuactivate na kumwagilia feminine energy kila wakati, kwa sababu bila feminine energy wewe hauishi kama mwanamke. Ni vitu vidogo, lakini vimebadilisha maisha yangu kabisa. Kitu cha kwanza ambacho kimenisaidia sana mimi kuweza kumwagilia feminine energy ya kwangu na kuendelea kuishi ndani ya ufeminini, vile ninavyotembea. Mwili wa mwanamke umeumbiwa kuflow Haujaumbiwa kukaa stiff kama ukuni au kukaa stiff kama jiwe. Ukianza kuzingatia vile unavyotembea kila siku, utajikuta unaanza kurudi kwenye feminine energy. Ruhusu mwili wako unyumbulike kama mwanamke. Acha kutembea huku umejikaza mahipsi, umejikaza makalio ni umejikaza mishipa mifupa, umejikaza yote, no. Achilia mwili wako, zungusha mahipsi side to side. Acha kutembea ni kama unanyooka kama uko kwenye gwaride, hapana. Wanawake wengi sana ili kumtambua kwamba yuko kwenye masculine energy na yuko kwenye feminine, utaona vile anavyotembea, yani utaona tu hips zake zilivyochongoka eh, haruhusu mwili wake kunyumbulika, kuflow kama maji kutiririka, yeye anaenda tu straight kama jiwe au kama ukuni. Ninachokitaka ukifanya leo, hata kama ni jioni au hata muda wote ukipata jioni ikifika, vaa raba zako, vaa nguo nzuri za mazoezi. Unaweza ukavaa sketi au unaweza ukavaa skini au ukavaa traki, at least inayoachilia mwili wako kidogo. Weka hedfoni kichwani, weka mziki wako pendwa, anza kwenda kutembea hata nje ya nyumba yako au hata kama ni umbali wowote ule, fanya mazoezi ya kumuvu hizo hipsi hiyo itakuwa ni specifically kwa ajili ya kufanya mazoezi ya vile unavyotembea unavyoanza kutembea taratibu. trust me, yani utafeel tofauti kabisa, utajisikia vizuri na utamwagilia feminine energy zaidi. Na njia ya pili ambayo imenisaidia sana mimi kumwagilia feminine energy ni kuvaa vizuri, sio tu kuvaa vizuri lakini kutengeneza mwonekano wangu kila siku kabla sijatoka huko nje. Hatumaanishi kwamba kila siku utakuwa unapata muda wa kukaa kwenye dressing table, upake full makeup, uwe ufanye hivi na hivi, no. Lakini hakikisha unafanya vitu vidogo vidogo kila siku ambavyo vinawakilisha feminine energy, vinawakilisha, kiasi kwamba umekaa chini ukajiandaa kama mwanamke, haujakurupuka tu ukachana nywele ukatoka, hapana. Yani hata kama naenda kucheza tennis, hata kama naenda gym, hata kama naenda sokoni, vitu vidogo vidogo kama kupaka mascara, kama kupaka Tengeneza lipstick, kupaka lip gloss, mpaka watu wamekariri uh, lipstick yangu nikikutana nao huko nje, wanasema nimekufahamu, ni Ulimwengu wa Ufeminine kwa sababu tia hii lip combo yako ambayo unaipaka. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo siviache kuvifanya, nitapaka press powder, ni vitu ambavyo lazima nivifanye kila siku ili kuendelea kumwagilia feminine energy. Lazima ufanye skin care ya asubuhi ukiamka, vitu vidogo ambavyo vinaboresha mwonekano wako vita kusaidia sana kujisikia vizuri. Usitoke nyumbani uso ukiwa plain like, yani, of course unaweza ukawa na ngozi nzuri, umependeza, you are glowing, lakini like, trust me make sure una put effort kwenye vile unavyotoka huko nje, sio tu mavazi lakini pia mwonekano wako. Chana nywele zako vizuri, weka wigi lako vizuri, kama umesuka, spray kidogo nywele zako, zing'ae, zinukie vizuri. Vaa hereni sahihi, vaa accessory, mwonekano unavyoboresha, inaotoa energy ambayo ninajipenda ninajikubali mimi ni mwanamke sijakurupuka hapa kama mwanaume, nimechukua muda kujiandaa at least dakika tano dakika kumi. Tabia ya tatu, jitahidi unatengeneza nyakati za wewe kujisikia vizuri, usikose moment of pleasure kama mwanamke feminine. Unavyojisikia vizuri, hiyo ni jinsi ya wewe kuendelea kuactivate your feminine energy iendelee kuwa hai. Usipokuwa na feminine energy, maisha yako yanaenda ndivyo sivyo. Nyakati ambazo ni special kwa ajili yako wewe kujisikia vizuri, just cool off kuwa na ile joy inayoanzia ndani, au kucheka, kufurahi. Wanawake wengi walioko kwenye umaskulini wanadhani kila kitu wanachokifanya kwenye maisha yao lazima kiwe productive, au lazima kiwe kinawazalishia chochote kile, au lazima watengeneze pesa. Unavyo train ubongo wako kujisikia hatia kwa wewe kufanya vitu ambavyo vinakupa outcome ambayo inatokea ndani yako, furaha, kicheko au relaxation. Wanawake wengi wanashindwa kuishi ndani ya ufeminine kwa sababu wanataka kila wanachokifanya kiwe productive, hata kulala mchana. That's very productive. Kwa wewe kukaa na haufanyi chochote kile hiyo nayo ni productive. Ingia bafuni, play music, oga taratibu, play music, anza kuimba ukiwa bafuni. Tafuta namna, moment zozote zile ambazo zinakupa pleasure wewe kama mwanamke, cheka, dance, chochote kile kinachokufanya ujisikie vizuri, ujisikie na furaha, na ujisikie ku relax, hiyo ni inakupatia pleasure. Kwa mfano, mimi nimeongeza music instrument ambazo huwa naziplay play, najisikia vizuri kwa sababu zinanifanya nijisikie very happy, hata kama sijui bado jinsi ya kuplay lakini najisikia tu vizuri kucheza na hivi vifaa vya muziki. Ni hivi ni hivi, moja wapo ni naichi ambacho huwa napuliza mara kwa mara, siwezi kupuliza hapa lakini, pia hichi ni kifaa changu cha muziki, inategemea nimeamka na mood gani, lakini kila siku lazima ni play one of the music too that I have. Nyingine ni hii hapa, hii ni nzuri sana hii ni kama piano, najisikia vizuri sana kuichezea, mejikuta tu natengeneza pleasure moment kwa just kuplay with these toys.

Kuchukulia maisha very serious life life is so sweet enjoy life, have fun hata kama una miaka hamsini huko stini au wereva, acha kuona kama umebeba mzigo mzima wa kujaribu kuprove vitu kwa watu. Unakuta watu wengine wako biza Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini weekend badala ya kuitumia kupumzika yeye yeah, binafsi, aidha kutafuta msaada watu wengine wamsaidie, aidha kufua au kufanya usafi ili apate muda kwa ajili yake yeye yeah, anaona hatia, anaona kwa nini nisifanye mimi mwenyewe, kwa nini nisiwajibike hapa anatoa nguo zote anaanza kukunja huo, yani weekend badala ya kupumzika e, huo ndo muda wa waku, kupanga makabati huo ndo muda wa kufua. Lakini ungejua time is money, energy ndiyo pesa yenyewe, na energy inatumika kwenye muda. Kama muda wako unashindwa kuwa binafsi nao ukakufaidisha wewe ukakufanya ujisikie vizuri wewe, inamaanisha unatoa muda wako na energy yako kwa vitu ambavyo haugeni chochote. Hata matajiri wanaijua hii formula kwamba hawawezi kuexchange muda wao na pesa. Ata exchange, energy

na hiyo inampa pesa ambayo haina kikomo. Mlipe mtu elfu kumi mlipe mtu elfu ishirini elfu hamsini kukusaidia, una save muda ambao, hiyo energy yako ambao ungeirestore, ungejisikia vizuri, ingekutengenezea zaidi hata hiyo elfu hamsini au laki moja, ambao umemlipa mtu wa kufanyia hicho kitu ambacho kingechukua masaa kutwa nzima, unakifanya jifunze kutumia energy yako na muda, sio muda wako na pesa. Ukiona una exchange muda na pesa, badilisha mindset yako kuhusiana na pesa, angalia ile video ya kuhusiana na mindset ufahamu wa pesa itakusaidia sana kuchenji ufahamu wako kuhusiana na vile unavyoiona pesa. Habiti nyingine ambayo itakusaidia kuendelea kumwagilia feminine energy na kuwa ndani ya feminine energy ambayo itakufanya uwe magnetic ni kuwa mtengenezaji, kuwa creative kama mwanamke. Wewe kama mpaka sasa hivi hujawahi hata kutengeneza kitu chochote ukajisikia proud, aidha hata sabuni, hata dawa ya mbu au hata sijui maua, kuwa creative tafuta vitu ambavyo vitakufanya uwe kwenye creative moment wewe kama mwanamke. Usiwe tu unafanya kazi kwa sababu umeajiriwa na boss, wewe umesomea sijui uhasibu, wewe ni mahesabu ni hauna hata ile activation ya feminine energy ya kuweza ku create vitu ambavyo vimetoka kwako. Jifunze jinsi ya kushona nguo wewe binafsi. Nimefurahi sana hata kuona kwenye group letu la wanawake feminine, wanawake wanaposti post, ametengeneza keki kupitia machicha sijui ya nazi, amepanda bustani nje ya nyumba yake vitunguu vinaota. Kuwa creative that's how unamwagilia feminine energy kila siku. Tafuta kitu ambacho, ubunifu wowote ule ambao utaufanya usio, unaishi kwenye cycle hiyo hiyo moja, nenda shuleni rudi pika kula lala, nenda kazini rudi pika kula lala. Tafuta vitu vya kufanya ambavyo vitakusaidia kutoa ile tabia ya ubunifu ambayo iko ndani ya kila mwanamke. Kama unataka kurudi kwenye feminine energy, anza kuwa mbunifu namna moja ama nyingine, vile unavyotandika kitanda chako. Wewe unatandikaje kitanda chako? Jifunze, ingia Pinterest Angalia ubunifu wa kutandika kitanda, weka maua kitandani, dressing table yako weka maua, panga vitu kwa mfumo mzuri kama mwanamke. Kuwa creative, creativity inakuleta wewe kwenye feminine energy one way another. Usifuate tu system wao, kama watu wengine unatandika kitanda unaweka mito miwili umemaliza, no, weka mito minne, weka mito sita, weka maua kitandani kwako, kunja shuka kwenye mfumo wa wa love, kuwa creative. Hiyo ita activate feminine energy kwa haraka sana, na hiyo energy ta saidia sana kwenye sekta zingine za maisha yako. Tabia nyingine hata sijui ni ngapi, lakini twende pamoja. Kuruhusu watu wengine wa kufanyia vitu, nikimaanisha, acha kukimbizana kimbizana hapa. Natolea mfano wa ile act of service, mtu kukupatia huduma. Mfano, mmeenda date, badala ya wewe kukimbilia milango kutaka kufungua, relax, pause, smile, mwangalie, atajua nini cha kufanya. Wanaume wanajua na wanapenda sana kutreat wanawake ambao wanatambua thamani zao, wanatambua kwamba wako hapa wao kuhudumiwa. Ruhusu upokee huduma. Wewe mnaenda date, mwanaume amekuja kukuchukua, unakimbilia unafungua mlango mlango unless kama hajatoka ndani ya gari, maybe ni kitu ambacho haujaki introduce au haujali kuhusu hilo uhusiano lenu, maybe ni situationship you don't care. Lakini kama unataka ku, kutritiwa kama mwanamke feminine na kuenjoy haya maisha na watu wengine, ruhusu kuhudumiwa, ruhusu kusaidiwa. Wengine mkienda kwenye hoteli, yani wewe ndo unakazana, mwanaume yuko nyuma, wewe ndo unachapa miguu, unakazana kufungua milango, ukifika umeshavuta kiti chako umekaa. No, ruhusu wa pull chair for you. Ruhusu atoe kile kiti kwa ajili yako ukae. Ukienda hata kwenye mahoteli makubwa, wana hiyo tabia ya kukushikia kiti alafu ndo ukae, mwelekeze mwanaume wako akufanyie hivyo. Hiyo haitakuwa tu kwa mwanaume wako, no. Ukishatengeneza hiyo energy, inamaanisha kila mtu atakuwa anakutreati vizuri, kila mtu atakuwa anakutreati kwa kukupatia huduma kama hizo, kwa sababu umeshatengeneza hiyo energy na ni mazoea kwako. Mimi naenda sauna kila Ijumaa, kuna kijana ambaye yani nikitoka tu yuko pale mlangoni ananifungulia. Sijui kama anawafungulia kila mtu, mara nyingi sana huwa ananifungulia, alafu tu tunacheka na smaya kwa sababu ameshazoea na mimi najisikia vizuri na kwa vile anavyonifungulia mlango, ijumaa hii ya juzi tu hapa nilikuwa ndiyo nimetoka kwenye lifti naenda na, nakaribia na kuufikia mlango, sijamwona, nikasema okay, maybe hayupo leo, ngoja nifungue mlango, lakini sekunde kama mbili tu akaja pale kwenye mlango, akasema izani, sitakuwepo nipo, akanifungulia mlango and that's it. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho nimeruhusu yeye afanye hivyo. Hata vile ukiwa umeenda supermarket, nilishawahi kuwa mwanamke wa aina hiyo, yani nikienda kwa mfano supermarket au duka lolote la nguo, either la accessory au dukani tu ambapo naenda kufuata huduma, nikifika pale najua kabisa kitu ambacho nakitaka sikioni, lakini nitazunguka mashelfu na mashelfu kukitafuta hicho kitu peke yangu mpaka nikipate. Sometimes hata nikiingia kwenye duka mhudumu ananiambia hei dada ya karibu sana, naweza kukusaidia? Mimi hapo kwanza kuruhusu watu wakusaidie. Kwa nini utumie lisaa lazima kuzunguka kwenye mashelf ya supermarket kutafuta kitu, wakati una uwezo kumuuliza mhudumu, hey, naomba unisaidie, ninatafuta kitu fulani na fulani, kiko kwa wapi? Unaokoa muda wako, unaokoa na energy, na inakusaidia kubaki kwenye feminine energy. Unavokuambia hey, karibu unaweza kukusaidia, sema yeah, of course, unaweza kunisaidia hichi kitu utafuta swali, tunga swali kichwani, li mradi utumie fursa za watu ambao wana presenti kwako kukusaidia kwa namna moja. Ama nyingine, acha tena kusema hapana, naweza, hapana, niko sawa, asante No, ruhusu watu wa kukusaidia. Hiyo ndiyo mimi imenisaidia sana kumwagilia feminine energy, watu wanani value, wananiheshimu, wanaendelea kunihudumia. Na kwa sababu dhasa au feminine energy inatakiwa iwe hapa duniani, utasaidiwa, utapewa, lazima ujisikie unaheshimiwa, lazima ujisikie mtu anakuhitaji kwenye maisha yake, mwanaume anaenda out of his way to make me happy. Ilikuwa dina mwanaume akaoda eh, mocktail inayoendana na gauni langu as a surprise, sikujua hata lakini That's little thing inashow jinsi gani feminine energy kwako iko very high kila mtu ata notice hicho kitu tabia nyingine ni acha kulazimisha kila kitu kiwe perfect vile unavyotaka acha kupambana au kwenda out of your way ku make everything perfect sometimes vitu vingine vinatakiwa vyo asilimia 80 hizo ishirini umeshindwa hey, nimeshindwa okay, lakini haimaanishi kana kwamba una give up on yourself. Hapa nazungumzia inategemea na nini ambacho unajaribu kukiachieve, nini ambacho unajaribu kukifanya kwenye maisha yako. Usiwe na ile mindset kwamba ah, ah lazima nikamilishe hii, lazima nifanye hivi. Unajua kabisa unafanya homework, macho yako yani anasinzia, kichwa chako yani hakiko vizuri, au uko kazini, tumbo linakuuma, haujisikii vizuri, lakini unakazana, hata sijui saa 10 ifike ili uondoke. No, omba ruhusa, jikuwa na ule ujasiri wa kujijali kiasi kwamba oh, I don't feel good, nahitaji kwenda kupumzika. Hacha ule uoga wa kuonekana, utaonekana mfanyakazi mbaya, sijui utaonekana mvivu, sijui utaonekana vipi. No, hiyo inashusha feminine energy ya kwako na unakuwa umejisacrifice kwa ajili ya watu wengine kujisikia comfortable. Yo, hata mimi kama kitu sijisikii kukifanya, najua kabisa nilipanga kukifanya, au siko vizuri, sijisikii tu, ninaacha nitaendelea kesho, au nitaendelea pale energy yangu ikiwa recharge. Si overdo things ili sijui nitimize malengo au sijui nifanye nini. Acha pressure, fanya vitu ambavyo vinakufanya ujisikie vizuri, energy yako iko very high. Hiyo itakusaidia hata hicho kitu unachokifanya kitokee vizuri. Ruhusu kukosea. That's how you learn unavyokosea huku unajifunza kitu kingine na hautarudia. Kukwepa sana kukosea inakufanya unashindwa kuwa challenge, unakuwa kwenye comfort zone, unashindwa kuexperience your higher self, unabaki kwenye level ambayo ni normal. Why be normal? Kama wale ambao mlisema, yeah, kabla ya mwaka elfu mbili ishirini na tano, nataka niwe na mwili ambao ni very sexy, nataka mwili wangu uwe very nice, nataka niwe na hourglass, nataka niwe na shape nzuri, sitaki tena hili tumbo, nataka nyashi, nataka ngozi yangu iwe ya vizuri. Umejaribu, umejaribu, umejaribu na haujafanikiwa, au maybe haukupata plani nzuri, maybe haukupata maelekezo sahihi, ulikuwa una beti tu na muda wako na pesa yako. Jiruhusu kuanza upya tena, lakini acha kuforce kitu ambacho unajua kabisa kina kudrain, kitu ambacho unajua kabisa haujisikii furaha wala energy yako haiko active, kwa kifanya ruhusu kupumzika. Kitu ambacho kinatakiwa ukizingatie sana ni muda gani imekuchukua kwa wewe Back on track, especially kwenye mambo ya mazoezi na self care. Okay, kama umekuwa ukifanya self care alafu ukaacha, idha ulikuwa umejifungua ulikuwa unajipenda kabla ya kupata mimba, umejifungua, umejifungua umeanza kujisahau, au ufanye skin care au ufanye hichi na hichi, the moment unaanza kuona la oh, okay mbona kama nimejisahau, narudi kwenye system naanza upya Jifunze kuanza upya kuliko kujisahau kabisa, au ku command yourself kufanya kitu ambacho haujisikii vizuri kukifanya, kitu ambacho kina kaunti. Ni muda gani imekuchukua wewe kurudi back on track? Sio kwamba umejisahau kabisa, wale wanao give up hapana. Hapa si waongelee nyie ambao mna, mna give up na maisha yenu, nyie kama mme give up, wewe give up, naongea na wale ambao wanataka kurudi kwenye feminine energy. It's okay to take a break. Ni sahihi kabisa kupumzika na kurudi ukiwa na full of energy. It's okay kuzima simu yako, kuweka do not disturb, kuto kuongea na mtu yoyote mpaka pale utakapojisikia vizuri kuanza kuzungumza na watu. Hauna haja ya kuwa the best January to December, ruhusu kukosea, ruhusu kujifunza. Unavyojipa stresi ya kujipambania, ya kufanya kila kitu kiwe asilimia mia moja, kiwe perfect, you drain your feminine energy. Tabia nyingine ni to treat yourself. Jamani, jipongeze. Wanawake wengi mnajisahau sana, wale hata mnaochapa kazi, mnaojipambania, mnatengeneza pesa au hata mna pesa, lakini mnajisahau kujipongeza. Acha kuwa na ule uoga wa kutumia pesa kwa ajili yako, unavyoogopa kununua vitu aidha hey, kwa sababu unaona ni ghali. Unaiambia nini akili yako ya ndani, subconscious, unaiambia kwamba ah, oh, hatustahili hicho kitu ambacho ni expensive That's for other people, sio sisi. Unavyoiambia ufahamu wako kwamba expensive things are not for you, ni vya watu matajiri, ni vya watu wengine ambao wenye pesa. Unakuwa umejiondoa wewe kwenye hiyo kategori ya hao watu, lakini ufahamu wako wewe ukiingia deep down kwenye mindset yako, unajua unataka kuwa na pesa, unataka kuwa tajiri, unataka kuweza kununua chochote kile unachokitaka, lakini unashindwa kutrain ubongo wako kuamini hivyo, kutokana na vile unavyoshindwa kuspend on yourself. Acha kuogopa bei when it comes to you in your self care. Watu wengi mnanunua product ambazo ni feki zinawalipua kwenye ngozi zenu, sijui nywele au sijui kitu gani. Mtu unaenda kuweka kope sijui elfu tano inakuunguza inakunyonyoa. Kwa sababu gani? Umeona kope ya laki moja ya elfu sitini ni ghali, that's what you get. Unanunua mikorogo sijui inakubabua inakuchubua sijui kitu gani kwa sababu ni ya bei rahisi. Umeshindwa kuinvest kwenye skin care kamili ili uweze kupata outcome sahihi. That's your problem, unavyoogopa ku treat yourself ku spend pesa kwa ajili yako. Yani, kama unaogopa ku spend pesa kwa ajili yako wewe mwenyewe, nani ambaye ataweza ku spend pesa kwa ajili yako? Kwa hiyo ni kama uwezi ku spend pesa kwako, ku treat yourself kwa one way or another, either kwenda dinner date, either kufanya routine yoyote ambayo ni either, naenda swimming kuogelea, au naenda vacation, just anything ambayo inakusaidia wewe kujipongeza wewe kama wewe. Mpaka hapa sasa hivi, kwanza tu kuwa mwanamke, unatakiwa ujipongeze kila siku Unapitia mengi kila mwezi. Unataka kununua hiyo pochi mpya, nunua. Kama unataka kununua iPhone 17 ambayo itakufanya ujisikie vizuri, nunua, jipongeze, treat yourself. Tumia pesa zulizo nazo kujipatia wewe kwanza, that's how unavyotrain ubongo wako ku attract zaidi. Lakini we kama unaogopa kutumia pesa hata kwa ajili yako, sahau watu wengine kutumia pesa kwa ajili yako, vitu ambavyo unaviona ni expensive. Usitegemea watu kukupatia vitu ambavyo ni gali watakupatia hivyo chipu. Chimiji yako yenyewe ina shauti chipu, yaani harufu yako yenyewe inanuka chipu, kila kitu kinaongea chipu. Kwa sababu gani? Hauspend on yourself. Kuwa na tabia ya kufanya kila unachokitaka kwa ajili yako bila kuogopa bei, bila kuogopa sijui ta kosti nini. Nunua healthy food, nunua vyakula ambavyo vina kosti pesa, usiogope. You invest yourself inamaanisha unafundisha watu wengine kuwekeza kwako pia na skincare. Ukiwekeza tu mara moja, yani utakuja tena kuwekeza baada ya miezi minne au baada ya miezi mitatu. Tabia nyingine, anza kupunguza spidi kwenye kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako, weka kama mwanamke. Jamani, wanawake wengi mnaoweka spidi kwenye kila kitu, nyie msahau kwenye. Ishi kama wanawake feminine na hamwezi kupata benefiti za kuwa wanawake hapa duniani. Anza asubuhi yako kwa taratibu. Wewe unaanza asubuhi, unaamka asubuhi na mikiki, umechelewa sijui alamu ina shauti una, yani unachukua tu viatu, unaoga dakika tano, unajimwagia maji yani ni mikiki mikiki, mbio mbio mbio, una cancel feminine energy, na hautaweza ku experience soft life kuanzia ndani yako kama utakuwa una mikiki mikiki na mbio kwenye maisha yako. Anza kuslow down, kila kitu haimaanishi ufanye vitu kwenye slow motion kama robot. Hapana, slow as much as you can, zaidi ya vile ulivyokuwa unafanya jana. kama ulikuwa unapiga matua kama unapima heka Anza ku slow down kama tulivyosema kwenye pointi ya mwanzo, move your hips vizuri, utajikuta tu automatically unapunguza mwendo wako kwa sababu unatumia hips kwenye kutembea. Be in present moment, acha kurush. Unavyo rush, hauwezi hata kusikiliza mwili wako, intuition yako inakuwa shut down, haiwezi kuzungumza na wewe kwa sababu una haraka haraka, hauwezi kujisikiliza wewe kama uko kwenye rush hauwezi kuwa creative kama uko kwenye rush. Lazima usurrender, lazima uwe kwenye relaxing mode kiasi kwamba unafanya vitu taratibu hapo ndo utaweza kuactivate feminine energy, ambao utakuwa creative. Intuition yako itakuwa very high, itakuwa inakulinda na kuprotect na watu ambao sio sahihi, vitu ambavyo sio sahihi. Wengine intuition zenu zimesha kufaga kabisa, kwa sababu mko kwenye masculine, mna rush vitu, kila kitu kwako wewe ni mbio mbio. Ukianza kuachilia ile mikiki mikiki na mbio, na ukaanza kufanya vitu taratibu, either ni kula taratibu, kutembea taratibu, kuoga taratibu kuongea na watu taratibu, itakusaidia sana wewe ku relax na vile nervous system zinakuwa relaxed, feminine energy iko very active. Kitu cha mwisho, lazima uwe na me time. Tabia ambayo itakusaidia sana kuendelea kuwa kwenye feminine energy. Wengine hata hamwezi ku spend time na nyie wenyewe. Kila time unayopata ya free uko na mashoga zako, uko sijui kwenye date, uko sijui wapi. Yani hauna hata me time. Me time yenyewe iko very occupied, too much distraction, unaangalia TV hiyo ndo me time? No. Una scroll TikTok hiyo ndo me time? No. Action yoyote unaoifanya ambayo inakufanya ujisikie vizuri, ujisikie unajifanyia self care, that's a me time. Either ni kupumzika, no distraction. Either ni kwenda spa, either ni kwenda dentist appointment, ni kwenda sauna, Have me time itakusaidia sana ku refresh your feminine energy na utajisikia recharge, utajisikia healthy, utajisikia kama mwanamke na hiyo ita reflect watu wanavyokutreat huko nje. Na utajikuta you are so happy, uko relaxed, una feel soft, una attract kwa urahisi kwa sababu gani? Una muda kwa ajili yako. Unapokuwa na muda kwa ajili yako, inakusaidia to know about yourself. Watu wengine hata hamjui kuhusu miili yenu, hamjui nini unachokipenda, haujui nini ambacho haukipendi kwa sababu unaweka watu wengine kipaumbele. Hauna muda kwa ajili yako wewe binafsi. Tengeneza kalenda ambayo inakukumbusha kuwa na me time. Mfano mimi kila Ijumaa saa sita kamili lazima niwepo, nimeshaanza sauna au nimeanza gym, then namalizia sauna niingie steam bath, kwa sababu hiyo ndo ratiba ya me time ambayo nimeitengeneza kwa ajili yangu kila wiki. Unaweza ukawa na ratiba ya kila siku ila mwezi, is just depend on your timetable na lifestyle yako, lakini kuwa na muda kwa ajili yako, ukiwa unafanya kitu chochote kile, itakusaidia sana sana kumwagilia feminine energy. Nunua maua kwa ajili yako, kunywa chai kila jioni, weka hata alam kwamba kabla sijaenda kulala saa tatu kamili lazima ninywe chai. Mimi nina hivi vibirika pale mezani kwangu kama decoration, lakini trust me, kila nikiviangalia nakumbuka kwamba lazima jioni unywe chai. Ni vidogo kwa sababu tu ya decoration, lakini vinanikumbusha kunywa chai kila siku. Na napenda chamomile tea, huwa nazichemsha kwenye birika then nakunywa, au green tea. Hizi green tea ni my favorite green tea. Kwa sababu ni pure hand picked, yani hizi zimetolewa shambani kabisa. Ni nzuri, ni nzuri tena kwa sababu zinanifanya nisikie very very refreshing. Kama unajua green tea inakusaidia kwenye vitu vingi tu, sio tu mwili mzima, lakini ngozi na kadhalika. So either ninywe chamomile au green tea. Kununua maua kila weekend, fresh flowers zitakusaidia sana kuendelea kumwagilia your feminine energy. Yani haya maua tu akiwa ndani kwako unajisikia vizuri sana sana, sana. Kwa sababu, that's how you feel, ukiangalia haya maua just feel about feminine, color. Haya maua nimeyapenda sana, yana kala nyingi nyingi, hata hata sio msimu wake, sometimes yanakuwa makubwa, sometimes madogo, lakini I always have fresh flower nyumbani kwangu kila wiki. Unaweka maji una tafuta vesi nzuri kwa hiyo hayatanyauka kwa urahisi feminine energy inapenda kujisikia inapokea upendo inapendwa that's how you nature your feminine energy ndivyo unavyomwagilia feminine energy yako, kuanzia ndani. Lazima ujisikie kupendwa, lazima ujisikie loved, lazima ujisikie soft, ili uweze kuendelea kuishi kama mwanamke feminine. Feminine energy yenyewe inahitaji kujisikia fully taken care of. Yani kama unaijali your feminine energy, that's how itaendelea kukurudishia baraka nyingi kwenye maisha yako ya kila siku kama mwanamke feminine. Nijulishe kwenye komenti umejisikiaje kuhusiana na hii video na hizi tabia za kufanya kila siku ili kuendelea kumwagilia nini kingine ambacho unadhani watu wakifanya zaidi ili kuendelea kumwagilia feminine energy ndani yao ili waweze kuishi kama wanawake feminine? Niambie kwenye comment, umejisikiaje kuhusiana na hii video. Vile unaweza zaidi na zaidi kwa sababu nawapenda sana na natamani kila mwanamke aishi kama mwanamke na kunufaika kwa kuwa mwanamke. Tukutane wakati mwingine, bye.